Awali ya yote tutambue uwepo wa mashehe zetu kama vile ambavyo itifaki inatutaka kutambua heshima zao na hadhi zao, mzee wetu mjumbe wa baraza la ulama, Sheikh Hamid Masaudi wa Jongo, lakini pia mlezi wetu wa kiroho sahibul maqam Sheikh Mahmud Allah subhanahu wa taala ampe umri mrefu na mashekhe wengine wote waliohudhuria mbele waliokuwa haitebo, niseme tule neno ambalo wanasiasa wanapenda kulitumia kwamba itifaki imezingatiwa. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala ndani ya Qurani anasema yuti lhikmata man yasha

na katika njia ifaayo. Hiyo ndio maana ya hekima. Inawezekana zikaja taarifu au definition nyingi sana, lakini chukua hekima, maana yake ni kulifanya lifaalo katika njia ifaayo na katika wakati ufaao. Wa man yuta alhikmata fakad utiya khairan kathira aliyepewa hekima na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika amegewa kheri nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika wakati uliokuwa nao yamepita mambo mengi sana ndani yake, na Mwenyezi Mungu anasema wa tilkal ayyamu nudhawiluha baina nnas, ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Inawezekana leo ikawa hivi, kesho ikawa hivi. wa tilkal ayyamu nudawiluha baina nnas, ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Lakini yale masiku yakishapita, hekima inapokuwa imechukua mahala, mahala pake na hekima ikawa imetumika mahala pake kuweza kuyafanya yale masiku yaliyopita katika siku za maisha yetu kuwa tayari yameshapita na yaliyotokea yametokea. Hekima inatuongoza kuna baadhi ya mambo tuyaendee katika hali ya kutengeneza mustakbali mpana wa nchi yetu. Ndugu zangu, tumesikia tamko la Rais jana wakati anahutubia Bunge, ile ndiyo hekima. Na inapotokea mtu mwingine akawa anakuja na matamko yake mengine nje ya matamko ya kiongozi wa nchi aliyoyatamka yenye hekima ndani yake na kuweza kuliponya taifa na kufungua milango mbalimbali mbali ya maridhiano na kutazama wapi tumepatia, wapi tumekosea, taifa liweze kwenda mbele. Kisha akatokea mtu mwingine akawa anataka kiongozi wa nchi afanye anavyotaka yeye, hiyo siyo hekima. Hekima maana yake ni kulifanya lifaalo katika wakati ufaao na katika njia ifaayo. Alilolifanya kiongozi wetu wa nchi, ile ndiyo hekima ya kiuongozi, na sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kutembea kwenye hekima ile ambayo kiongozi wa nchi ameielezea. Linapotokea kundi la watu likaanza kutoa maelekezo kwa namna linavyotaka wao kwa namna wanavyoona wao na wakaona ile siyo hekima. Inawezekana kuna watu wakawa na mambo yao mengine, lakini kimsingi ni kwamba yanapokuwa yamepita baadhi ya masiku, ima inawezekana ikawa ni masiku ya faraja au ni masiku ya dhiki, na kiongozi wa nchi akaja akatoa dira, ni wajibu kwa raia na Waislamu kufata uelekeo wa matamko kama yale. Wa man yu'ta alhikmata fakad utiya khairan kathira. Wale ambao waliosikiliza yale matamko wataona namna gani kiongozi wa nchi alivyokuwa hambo, namna gani kiongozi wa nchi alivyokuwa kam, namna gani alivyokuwa mnyenyekevu akitoa dira na kutoa pole kwa wale ambao wamekutwa na madhila mbalimbali waliokuwa hawana hatia. Wa man yu'ta alhikmata fakad utiya khairan kathira, ile ndiyo hekima. Kinachotakiwa hivi sasa, sisi kama Waislamu, ni kuweza kulijenga taifa letu na kuangalia tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Vijana wenzangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anasema waqul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal muminun, fanyeni kazi, tupambane kwenye kulijenga taifa letu. afa Allahu amma salaf, Mwenyezi Mungu tayari ashasamee ya yaliyopita yaliyopita sindwele tugangi yajayo, tufanyeni kazi kwenye kulijenga taifa letu. Wa tilka alayamu nudawiluha baina nnas, ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Hatuwezi kurudi kule nyuma, tusiwe ni vijana wa Kiislamu wenye kulalamika wenye kubeba agenda za watu walizokuwa nazo. Tufanyeni kazi kwenye kuijenga nchi yetu. Wako baadhi ya watu Tukiyazungumza haya wanabeza na wanatuita wa mashehe kwamba hatuna PhD, lakini kimsingi ni kwamba yuko profesa mmoja alikuwa anafundisha kwenye chuo kikuu cha Harvard, anaitwa Mary Mave, alislimu kuingia katika Uislamu. Mwanzoni alikuwa ni kafiri, baadaye akaingia katika Uislamu. Yako maneno aliyoyazungumza wakati alipoingia katika Uislamu, akasema Muslim are the hardest people to convert to another faith there is nothing to offer them. Waislamu ndio watu pekee ambao hauwezi kuwashawishi kuwapeleka kwenye dini nyingine, kwa sababu ndani ya Uislamu kuna kila kitu unachokitaka wewe Ukimwona mtu ametoka kwenye Uislam amekwenda kwenye dini nyingine, mawili, ima kafuata mzigo au kuna mwanamke kamshawishi kwenda kwenye dini nyingine. Na kama akiwa ni mwanamke kaenda kwenye dini nyingine, ni kwa sababu ameshawishika, imma pesa au kamfuata mwanaume. Muslim are the hardest people to convert to another faith there is nothing to offer them. Ikiwa watu watawadharau mashehe kwa maneno yao wakawaona wajinga, wakawaona chawa eti kwa kuwa wanahubiri amani, eti kwa kuwa kwa sababu ya kutii mamlaka, wakaonekana hawana PhD wazungumze kwa, ma kwa, kwa namna wanavyotaka wao. Haina maana hiyo, haina maana hiyo. Ndani ya Uislamu hakuna kitu ambacho utakitafuta ndani yake kikawa hakuna. Kama ni uchumi, upo ndani ya Uislamu. Kuna mtu aliyewahi kuwa mchumi wa kumshinda bwana mtume Muhammad ambaye alikuta mji wa Madina hauna lolote, hauna chochote, Mayahudi wakiwa wanaitawala Madina, uchumi wanao wao, akawakuta Aus na Khazraj wanagombana au wana amani, mtume akapeleka amani, akatengeneza soko la Waislamu wakina Abdurrahmani bin Aufi wakadhalika mabilionea katika ulimwengu. Oh, no. Kuna mtu anaweza kumzidi uchumi elimu ya uchumi Bwana mtume Muhammad? Kuna mtu anaweza kumzidi elimu ya science Bwana mtume Muhammad? Leo anatajwa Neil Armstrong kuwa ndio mwanadamu wa kwanza aliyekwenda kutembea katika mwezi. Which is not true, kitu ambacho sio sawa sawa. Mwanadamu wa kwanza tangu ulimwengu kuungwa, mwana science wa mwanzo kwenda katika mbingu na kuvuka hapo ambapo Neil Armstrong alifika ni Bwana Mtume Muhammad. Rejea katika Surat Lisra, subhana ladhi asra biabdihi lailan min almasjidi lharami ila lmasjidi laqsa, Mtume alisafiri sehemu ya usiku. Neil Armstrong siku kumi na mbili anatembea anatoka duniani kuelekea kuelekea space. Ukizungumzia mwanasayansi wa kwanza, unamzungumzia Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo mashekhe wanapohubiri amani, wasianze kuwaona kama vile hawana elimu. Hapana, waman yuta alhikmata fakad utiya khairan kathira, aliyepewa hekima na Allah subhanahu wataala amegewa kheri nyingi. Tulijengeni taifa letu vijana, wa Kiislamu tusishawishiwe na mitazamo kwa namna watu wanavyotaka wao, na mitazamo yao kwa namna wanavyotaka wao, na maneno yao. Tuna kitabu chetu tuna mwenendo wetu, tuna mtume wetu, tuna mashehe zetu ambao tunaamini wao wana nadhara, wana maono makubwa, wana vision ya kujua wapi tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Vijana wa Kiislamu, tujengeni nchi yetu, tufanyeni kazi, tusilalamike. Usikae kijiweni ukaanza kulalamika kwamba ajira hakuna, nenda sokoni kafanya biashara usijione kwamba mimi nimezaliwa Kijitonyama Akachube, nimezaliwa Kinondoni, mtoto wa mjini, siwezi kuuza karanga. Nenda kauze karanga, usilalamike. Serikali haiwezi kuja kukuletea elfu kumi mfukoni, haiwezi. Nenda kafanye kazi, ingia sokoni, nenda kalime. Fursa ipo katika nchi, milango iko wazi, kiongozi wa nchi amefungua milango. Kuna sababu gani ya vijana wa Kiislamu kulalamika? Wakule imalu fasayara llahu amalakum wa rasul, fanyeni kazi, Mwenyezi Mungu ataona. Nimalize maneno yangu wanapenda sana kuyasema. Chinua Achebe kwenye things fall apart kuna maneno aliyazungumza akasema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies. Mko wapi vijana wa Kiislamu mtakao kuja kuchukua nafasi wakati tayari kina mzee Hamid Masudi wa Jongo wanaondoka? kina Sheikh Mahmud tayari wanaondoka. Vijana wa Kiislamu mko wapi? Mtakuwa ni vijana wa kulalamika na kushikiwa mawazo? Tuamkeni vijana wa Kiislamu, tusiishi kwenye agenda za watu. Uislamu ni dini ya kweli, mashekhi wana vision na na kitabu cha kweli, Al-Qur'an Al-Karim. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh